Mtazamaji wa Nyikani TV, asante kwa kuendelea kuwa nami katika vipindi mbalimbali vya maarifa pamoja na taarifa kupitia hapa Nyikani TV, lakini umeendelea kushare, kulike na kucomment. Kwa wale ambao bado hawajalike na kucomment ama kusubscribe, tafadhali ninakuomba ebu subscribe hapo chini katika uh, channel yetu ya Nyikani TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa yoyote ambayo inakuwa inawekwa katika eneo hili la kutazama. Leo nimeona tuzungumze mambo ya machache yahusu hiyo afya. Afya ni mtaji wa kila jambo, tukumbuke, mtaji sio fedha kwa kila jambo. Mtaji wa kwanza wa kila jambo ni afya. Mwanadamu ukiwa na afya njema, ni jambo jema kuliko mwanadamu aliye na pesa lakini ana afya mbovu. Leo tujikite katika kukumbushana mambo kadhaa hususani swala la ugonjwa wa figo. Profesa Mohamed Jarab hivi karibuni ametufundisha kwamba kuna mambo kumi ambayo ni hatari katika uh, maisha ya mwanadamu ambayo yanapelekea ugonjwa wa figo, na kwamba uh, asilimia kubwa ya watu wanaoumwa figo uh, ni watu walio chini ya umri wa miaka 50 jambo ambalo Uh, ni hatari. Hivyo nimeona kwamba badala ya kuendelea kuzungumza mambo kadhaa tu inayohusu hiyo siasa na mambo mengine, lakini suala la afya ni muhimu sana. Nimeona nikukumbushe mambo kumi ambayo Profesa Janabi ame amewahi kutuambia kwamba ni muhimu kila mwanadamu akayazingatia hayo ili kuepuka ama kupunguza hatari ya kwenda ama kupata ugonjwa wa figo. Jambo la kwanza ambalo analizungumza Wan, uh, Janabi anasema kwamba jambo hatari ambalo linasababisha pia kupatikana kwa ugonjwa wa, wa figo kwa mwanadamu ni unywaji mdogo wa maji. Anashauri kwamba angalau kwa siku tuwe tunakunywa maji lita zipatazo mbili kwa ajili ya uh, figo zetu katika miili yetu. Jambo la pili ambalo anasema kwamba uh, ni muhimu sana kupunguza ulaji wa chumvi, kwamba chumvi ni hatari sana kwenye mwili wa binadamu, hasa inapokuwa inaliwa kwa wingi. Kwamba chumvi ni muhimu kwa sababu ina madini joto, lakini sio vema kutumia chumvi kwa wingi, kwa sababu inahatarisha uh, miili yetu, inaenda kuhatarisha pia figo zetu. Hivyo ni muhimu kutumia chumvi kwa uchache, kwa sababu chumvi inazuia pia maji kutoka katika mwili yale ambayo yamechujwa. Jambo la tatu anatueleza kwamba ni matumizi ya kuzidi ya dawa za maumivu. Tukumbuke kwamba baadhi ya watu wamekuwa na matumizi makubwa sana ya dawa za kutuliza maumivu, na anaeleza wazi Profesa Mohamed Janabi kwamba dawa hizi sio mbaya, lakini sio vizuri sana kuzitumia mara kwa mara ama kuzitumia kwa wingi dawa hizi za kutuliza maumivu ukizipana dawa paracetamol na zingine hivyo. Ni muhimu kupunguza matumizi ya dawa za kutuliza maumivu, kwa sababu pia ukizitumia kwa wingi zinasababisha ugonjwa wa figo kwa mwanadamu. Na jambo la nne anasema kwamba ni unywaji wa pombe kwa wingi. Tukumbuke hivi karibuni imekuwa kama fasheni hivi vijana wengi walikaa kati wamekuwa na matumizi makubwa sana ya pombe na wengine wanafikia hatua ya kujiita wakemia kwa sababu wanachanganya pombe kali ya kadha wa kadha, kitu ambacho ni hatari kwa afya zetu, lakini pia ni hatari kwa figo. Na Profesa Daktari Mohamed Janabi anashauri kwamba kwa unywaji wa kawaida, angalau mwanaume atumie pombe chupa mbili na mwanamke atumie pombe chupa moja. Nadhani hizi anazungumzia hasa uh, bia. Lakini je mtazamaji, wewe hapo ulipo, kwa wale watumiaji wa pombe, unatumia kiasi gani na hali ikoje? Na kwamba anasema matumizi ya pombe yanaondoa maji kwa wingi mwilini, kwa sababu mtu akinywa pombe anaenda uh, kukojoa mara kwa mara, hivyo anaondoa maji kwa wingi mwilini, na wengi hawanywi maji, lakini baadhi wanajidanganya kwamba huenda supu inaenda kuimarisha nguvu zake za mwili ama hizo uh, figo zake anakunywa supu asubuhi. Profesa Janabi anasema kwamba uh, supu sio mbadala wa maji, yaani supu haiongezi chochote mwilini zaidi ya kuongeza maji tu. Kwa hiyo anashauri kwamba hata usipokunywa supu, basi ni vema ukanywa maji kwa wingi. Jambo la tano anaeleza kwamba mazoezi ya kupita kiasi yanasababisha magradi ama ugonjwa wa figo, hivyo wanashauri kwamba kupunguza kufanya mazoezi kupita kiasi, hasa wale wanaonyenyua vyuma na vijana wanasema kutafuta six pack, yani kujaza kifua, kwamba wakijaza kifua kwamba muonekano wao unakuwa mzuri na wanawake wanawapenda sana wanaume ambao wamejaza vifua, jambo ambalo kwamba linahatarisha uh, usalama wa figo ama kusababisha ugonjwa wa figo katika mwili wa binadamu. Hivyo anashauri kupunguza uh, matumizi ama mazoezi kupita kiasi, kwa sababu pia kwa wale wanaonyanyua vyuma kwamba kuna mishipa inapasuka katika mwili, hivyo husababisha hatari katika mwili wa binadamu na hatimaye kupata ugonjwa wa figo. Jambo la sita anasema ni matumizi ya dawa za kulevya. Matumizi ya dawa za kulevya husababisha uh, pia ugonjwa wa figo, hivyo ni muhimu sana tukaendelea kushirikishana na kukumbushana kupeana maarifa na taarifa kwamba matumizi ya dawa za kulevya si jambo jema. Lakini jambo la saba ni vyakula vya sukari hasa vya kusindika. Vyakula vya sukari hasa vya kusindika husababisha pia maradhi ya ya, ya ya figo, jambo ambalo a, ni muhimu kupunguza basi kama si kuacha kabisa, kwa sababu usioni kama kuna ulazima wa kula vyakula vilivyosindikwa, kwa sababu mfano Tanzania sisi tumebarikiwa, kuna vyakula vingi vya asili na vingi viko sokoni. Kinachokusababisha wewe uende ukatafute vyakula vilivyosindikwa mara kwa mara ni nini? Ufahari? Au jambo jambo gani? Kuna jambo la ufahari, kuna jambo la afya. Tutunze afya zetu, ni muhimu sana. Mimi napenda sana kutumia Uh, vitu ama chakula cha asili napenda kutumia kande, kwa mazingira niliyopo kwa sasa Mbeya, lakini pia napenda kutumia viazi vitamu uh, na maziwa ambayo yapo tu yanauzwa katika mitaa yetu na vitu kadhaa ambavyo karanga zipo uh, hivyo nakuweka pia mwili wako katika jambo zuri, lakini pia uh, niwaambie watu wengine mimi mimi nakula mara mbili au mara mara moja kwa siku. Si kwa ajili ya kujitesa, la hasha. Nimejizoeza hivyo. Kwa mfano, mimi usiku usili kabisa. Usiku kwa sababu unakula usiku kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Unaenda kufanya shughuli gani usiku? Mpaka ukala. <laughs> Naam. Mtazamaji, tuende kumalizia kwenye uh, jambo la nane na tisa na la kumi. Jambo la nane ni kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako na ni hatari kwa afya ya figo, kusababisha maradhi haya ya, ya figo. Tuelezane kwa pamoja ama kwa upana zaidi katika jambo hilo. Lakini jambo la tisa, kutopata usingizi. Ikumbuke kuna watu pia hawapati usingizi wa kutosha, angalau kwa masaa ya kutosha. Hivyo ni jambo ambalo madaktari wanashauri kwamba si jambo zuri. Ni vizuri kutenga muda pia wa kupata kupumzika, yani kulala kwa masaa ya kutosha. Jambo la mwisho ni ulaji wa nyama kupita kiasi, ulaji wa nyama, na tukumbuke kwamba kuna baadhi utawasikia kwamba wameshauriwa kwamba wasile nyama nyekundu ama wapunguze ulaji wa nyama. Hivyo ni muhimu sana katika maisha yetu kupunguza ulaji wa nyama ya kupita kiasi, hasa nyama nyekundu kama wanavyoshauri madaktari. Nikukumbushe kwa muhtasari kwamba mambo kumi yanayosababisha maradhi ya figo ni haya yafuatayo, tuyazingatie. Jambo la kwanza ni kunywa maji kidogo angalau kwa siku kunywa maji lita mbili. Lakini jambo la pili uh, ulaji wa chumvi nyingi ni hatari. Jambo la tatu ni matumizi ya kuzidi ya dawa za maumivu. Jambo la nne ni unywaji wa pombe wa kuzidi. Jambo la tano ni kufanya mazoezi kupita kiasi. La sita ni matumizi ya dawa za kulevya. Jambo la, la saba ni vyakula vya sukali hasa vile vya kusindikwa. Jambo la nane ni uvutaji wa sigara. La tisa, kuto kupata usingizi uh, wa kutosha, na jambo la kumi ni ulaji wa nyama kwa wingi. Mtazamaji, nimeona tukumbushane, mambo haya ni muhimu sana kwa ajili ya afya zetu pamoja na taifa letu kwa ujumla. Wewe una maoni gani katika haya yote? Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kanungunga.